Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika ya Utatu Mtakatifu. Katika sherehe ya Utatu Mtakatifu tajirana katika Injili ya Yohane sura ya kumi na sita aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tano. Yesu alitumwa na Mungu Baba na alikuwa na mengi ya kuambia wanafunzi wake kabla ya kifo chake. Hivyo aliwaidia Roho Mtakatifu atakayewakumbusha mafundisho yake na kuangaza wafahamu kikamilifu katika Injili. Katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu tuna mambo mengi ya kujifunza tunaposherekea huu Utatu Mtakatifu, Mwenyezi Mungu katika nafsi tatu ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na tunapojadiliana juu ya hii sherehe ya Utatu Mtakatifu, tunasherekea sherehe kwa imani na tukiwa tunaongozwa na maandiko matakatifu na liturujia ya siku ya leo, tukiwa tunaongozwa na maneno matatu: imani, mienendo na familia. Hasa kwenye suala la imani, tunapojalia na jua swala la imani juu ya Utatu Mtakatifu tunaongozwa swala la imani, kitu ambacho hatuwezi kukieleza, kitu ambacho nabidi tuingie katika imani hiyo ya Utatu Mtakatifu, na hii inatusaidia sisi kuweza kuelewa fumbo hili na kuweza kuelewa uwezo wetu kama binadamu ambao unaishia hapo. Utatu Mtakatifu ni swala la kuamini kama Mwenyezi Mungu ipo katika nafsi tatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Jambo la pili juu ya menendo, tunapojieleana juu ya huu tatu mtakatifu Mwenyezi Mungu katika nafsi tatu, tunaambiwa Baba, huyu Baba sio Mwana na Mwana sio Baba na vile vile si Roho Mtakatifu. Sasa huu tofauti huo unatusaidia una, una sisi kuweza kuzaa matunda ya kuelewa haya majaliano ya Utatu Mtakatifu, inatuletea uhusiano wa kuweza kuelewa namna gani sisi tunaweza kuingia katika huu Utatu Mtakatifu katika nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano mzuri, naweza nikaeleza mimi ni padri. Ni padre nikiwa kanisani watanita padri. Nikiwa shuleni nakwenda kufundisha, ataniita mwalimu. Nikiwa nyumbani mzazi ataniita mtoto, lakini mtu huyu mmoja. Kwa hiyo sasa leo tunaongozwa, ndio maana tunaongozwa na huyu Roho Mtakatifu ambaye ni familia. Sasa hii familia inatusaidiaje? yeah. hii familia takatifu inatusaidia sisi kuweza kuelewa, kuweza kuwa moja kwa, kwa, kwa familia takatifu na familia takatifu itasaidia, tunapoishi sisi, tunapofanya tu kazi kwa pamoja, tunaposaidiana katika nyanja tofauti.